Kwanza zile chance ambazo tungekosa, kati ya zile tatu, mbili wangesko zingekuwa magoli. Sasa tayari kipindi cha pili anaingiza streka, sasa sijajua maana yake ni nini? Kipindi cha pili kuingiza streka, cha kwanza. Wewe uko nyumbani unahitaji ushindi, alafu wewe uweke mastreka, alafu mwisho wa siku unataka timu ishinde, inakuwa ni ngumu. Kipindi cha pili anakuja, watu washajipanga. Kwa hiyo tumepoteza pambano hili kwa sababu mwalimu hakuwa serious na mechi ya leo. Si kama na kwamba mmepata mpinzani mgumu kweli kweli. Mpinzani mgumu, kwele kwele. Mp mgumu, lakini chance ulizopata je, ulizitumia? Wao wamepata chance moja, wametumia, wamescore. Imekuwa goli karibu ngapi? Chance tatu Mpanzu wanakosa magoli. Maana yake tungeweka striker halisia wa kufunga magoli tungeweza kupata ushindi, lakini tumepoteza pambano hili kwa sababu mimi sasa hivi naweza kusema ni uzembe. Uzembe, unasaidia tukoso, tukoso, nani, pambano hili hapo. Kwa maana hiyo, mnataka kusema ya kwamba mchezo wa leo kwa Simba Sports Club kufungwa ni kocha ndiye ambaye ameshindwa kuendana na mipango sahihi. Kwa nini asingeweka streka toka mapema? Kwa hiyo ndio maana tunalaumu kwamba kocha ndio aliyesababisha yote haya. Sisi tumefungwa kwa sababu ya kocha. Kwa nini usingeweka mastreka? Tukifungwa tunafungwa kama taifa, tunafungwa kama Simba wote. Sasa eka mastreka, watu ndio wanapata pa kusemea kwamba kwa nini usingia strike ili tuweze kupata ushindi. Mm. Kwa hiyo watu wamepoteza pambano kwa sababu mwalimu alishindwa kujipanga. Ya. Mm. Yeah. Tukizungumzia kwenye michuano ya kimataifa katika hatua ya kwanza ambaye ameiwakilisha vyema katika ardhi ya Tanzania ni Young Africans peke yake ambaye amepata ushindi. Singida Black Stars amepoteza, Azam FC amepoteza goli mbili na Mnyama Simba Sports Club naye pia amepoteza. Mtaiweka wapi sura zenu kwa hata? Kinachonihuzunisha kwamba sasa hivi tunashika mkia kwenye kundi. Wale wajana moja moja, huyo leo kashinda. Maana wa kwanza, wa pili sisi hatuna point. Umeona hiyo kitu yeah. Na mechi za klabu bingwa lazima ushinde nyumbani yeah. Sisi tulifungwa na Raja tukaenda kuzipata kwa Vipers. Je, ni nani ambaye nimepeswa kumfunga kama Vipers? Wote wagumu, eh? Na experience, nasema hivi yeah. Leo tumepoteza pambano la muhimu kwa uzembe mwalimu sweke r streka sija ni nini mechi yeah. Na JKT alifanya makosa haya haya akaweka viungo wafungaji hamna kipindi cha pili ndio akaja akaweka mastreka tukapata ushindi. Sasa kwa nini asiweke streka kwa shida, ni nini, nini? Narudia mara uh -huh. uh -huh. tatu Mpanzu nakutaja uh -huh. mara uh -huh. Mpanzu nakutaja mara uh -huh. kwa na tatu fainali ile inyamaza usio kuskoa magoli hii unapata goal. sko goli saba, utegemea alikuwa anatufanyia mambo ya ajabu? Sio so, so, ukaenda Yanga, huyu naye silibaki hivi ende Yanga, kwa nini amebaki? Jifunzeni, tumieni na akili, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Huyu kabaki alibaki hivi ende Yanga, inamaana mpaka sasa hivi kuna nini? kwa hiyo anatumika upande wa pili. sijasema sijasema, nasema hivi anatufanyia vitu vya ajabu. Uwezo, ukapata chansi tatu mechi kubwa kama za klabu bingwa, ukashinda kuskota goli moja, ohani kelele basi mi. Alafu kuna watu wanakuja kutufanyia mambo ya ajabu, hii sio sawa. Aya, niambie sasa, leo leo tunaburuza mkia Yanga nyana kashinda, mimi sura yangu nitaeweka U Benjamin Mkapa haina ugumu. Mwalimu ndo mwenye akatuuza, utapangeje timu kipindi cha kwanza kina streka, utafungeje? Ile kauli kwa Mkapa. Eh. Nakuza swali hivi eh. Timu ukipanga bila streka inafungeje? Inafunga eh, na inategemea. Eh, nakwambia hivi huwezi kuwa na streka watatu wote hmm. Una mwalimu yeah. Una, una, una, una, una nani? Mwalimu una sowa una nani wa Uganda yeah. Mkwala wote kwani usitesha mmoja kipindi cha pili tena kuja kufanya hesabu ya kutuumiza Simba. Kama Simba sasa, niambie sasa, leo tunashika mkia, wajana moja moja, huyu ukashinda, kwa hiyo anaongoza hapa ni Petro di Luanda. wale wawili watatu wa pili na watatu, sisi tunashika mkia sasa. Je, tutavuna wapi pointi tatu za nje za wei kuja kulikava ziwe tisa? Maana mashinda nayo naenda tisa, kumi, kumi na moja tutaendeje sasa? Au pige hesabu hizo baba zali, sasa imechi ingekuwa hata sare, lakini kitendo cha kupoteza mazima ndio maana sasa hivi tukaenda kushinda tunaanza moja. Mwenzako anaenda nne. Mwanaeshinda anaenda sita. Mungu ibariki Simba, lakini sioni kwa macho yangu. Kwa kweli mimi nakwambia kweli. Tunena hii kwa mkapa anatoka mtu. Kwa mkapa anatoka mtu, uzembe wa mwalimu. Mbona unielewi bwana wewe? Mwalimu nikasababisha mechi tupoteze. Kwa nini sipange striker? Ionekane tumefungwa kama Simba wote. Lakini mnakiri Young Africans ni bora. Yanga sio bora, naye jana kazulumu. Goli la ile goli aliyopata jana la dhuluma. Hey, hey pale kwa side. Kwa nini ametoa matokeo? Ile lazima inabidi afungue na kafu. Kile kilichofanyika jana sio sawa. Kwa hiyo kwa ujumla jana ilikuwa sare sare. Leo Simba alikuwa naye ashinde tatu moja lakini mtu mmoja akatukosesha magoli. Hapo anatoka pale anacheka. Unamchekea nani? Anatoka pale anacheka, anacheka nini? Kwa nini uko unataka kwenda Yanga kufanya nini? Ukarudia njiani? Tulikwambia ndio umesababisha usifunge. Utakata nini? Wewe we, unavyomjua unavyomjua, Jibusawara nafasi ya kwanza kama ile ya pili, anayepeleka kule ni msifunge. Kwa hiyo sisi leo, mtu alitofanyia ubaya ni mwalimu mwenyewe, mwalimu na huyo huyo Kibsawara. Kwa hiyo matatu vipi sasa? Bado mnaendelea kuishi naye? Sasa kwa dizaini nako kuendea Simba awezi kukaa Akafanya nini? Sasa nilikuwa mnafurahi. Sisi mashindano yanatupa pointi zote. Mechi ya tatu mbona mapema? Hii tokea tufungwe sisi na Raja Casablanca. Lakini mlifuzu ukipenda na Raja Casablanca. Sasa je, ule uko tunana naye kwa mnyonge? Amba ni vipi pasi? Hawa jamaa Express du Tunisia ukapata kule tatu pesa leo. Alafu na yule mwingine yule Santino, Stali Marini yule pale tatu. Si ndio yeye alitoa moja moja na Marabu? Ndio nakwambia hivi, sisi tunaongoza, sasa hivi tunashika mkia kwenye kundi letu. Sema amegeuka kuwa mboko. Sasa tutafanyaje? Kilichofanyika hapo uwezi kusema mkapa haina shida. Shida ni mwalimu mwenyewe mata tu. Sijui nani ana... Mimi sio hata matora sio kumkuelekeza. Kwamba unachezesha bila striker. Timu ina striker atashindaje? Itashindaje nikwambie. Hata wewe mwandishi sio kocha. Unaweka striker unaweka watatu. Unasoa Una mwalimu una mkwala, unaweza kutumia mifumo ya kupandisha wings. Mfumo ndio umekataa, mfumo ndio huo sasa. Tutajaribu kwa mechi jayo. Sasa ndio hii inampa lawama, sasa ndio inampa lawama. Na mimi nasemeje? Kwa hali ambayo tumeiona leo ya kutuhuzunisha wana Simba, alafu mtani jana akashinda, imetupa uchungu mara mbili. Mimi nataka kukumaliza tu, kwa hiyo tuondoke na ile ya kusema kwamba matatu, kocha si kocha. Nasema hivi kwa hali jinsi ilivyo kwa muda huu, haya mashindano ndio yanayopa heshima Simba. Leo hii tunafungwa kiajabu ajabu, ajabu. Petro de Luanda kwa kawaida sana tumefunga National hapa, tumefunga Wydad, tumefunga Kaiza Chifu. Tumefunga Kaiza Chifu Orlando, tumefunga timu kubwa zote barani Afrika, tumefunga Galaxy, tumefunga, nani kafungwa nani, wala. Leo huyo ndio tusema tushiriki kumfunga. Kilichotokea leo kimetugharimu Simba kama Simba. Mungu awabariki sana.